And design evidence-driven policies. Kupitia mpango wa ruzuku ya mbolea tumepunguza bei kutoka shilingi elfu saba na mia tano hadi shilingi elfu mbili na mia tano kwa gunia la kilo hamsini. Kufikia sasa zaidi ya magunia milioni 21.3 ya mbolea yamesambazwa kwa gharama ya shilingi bilioni 53 na hivyo kuokoa shilingi 105 bilioni kwa wakulima wetu. Tukitazamia mbele, mwaka wa 2026 tutasambaza zaidi ya makunia milioni 12.5 ya mbolea katika wodi zote 1550 nchini. Mbali na magunia milioni 4.5 ambayo tayari yamepatikana kwa msimu wa mvua mfupi ambao unaendelea hivi sasa. Hatua hizi sasa zimeanza kuzaa matunda. Uzalishaji wa mahindi ukipanda na kufikia rekodi ya magunia milioni 67 mwaka wa 2024. Mwaka huu wa 2025 tunatarajia magunia milioni 75.